Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama aina za upendo. Tumeshaangalia aina ya kwanza ya upendo na leo tunaingia aina ya pili ya upendo. <coughs> Upendo uko katika aina sita kama nilivyokutajia. Sasa ya pili ni hii, upendo wa kifamilia. Upendo wa kifamilia ambao wa Kiunani wanauita Storge. Upendo wa kifamilia. Huu upendo wa kifamilia ni upendo wa namna gani? Upendo huu wa kifamilia ni upendo wa asili unaopatikana ndani ya familia tu. Na pia unajidhihirisha kati ya wazazi, watoto na ndugu pia wa karibu, na ndugu wa karibu sasa. <coughs> upendo huu aa, ni upendo wa kudumu, sio upendo wa labda wa muda fulani ah, huwa ni upendo wa kudumu. Alafu ndani yake umejaa huruma, yaani kila mmoja anamhurumia mwenzake. Lakini pia ndani ya upendo huu hakuna masharti yoyote yanayowekwa mna masharti yoyote yanayowekwa. Familia inajengwa na baba na mama na watoto, pia inaweza kujengwa na ndugu wa mume na ndugu wa mke. Kwa nini? Kwa sababu hawa wote wanahusika katika familia. Iwapo familia zingine <coughs> utakuta ni baba tu, mama na watoto kuna mtu yeyote anayehusishwa katika familia hiyo. Lakini mimi familia au upendo unaozungumzia ni upendo wa familia unaohusisha watu wote pande zote hizi mbili, yani wazazi na watoto, alafu na ndugu wa upande wa baba na wa upande wa mama. Sasa upendo huu unapokuwepo katika familia hii, upendo huu unaitwa upendo unaodumu, sio wa majaribio. Kwa hiyo baba humwonyesha mama upendo, mama humwonyesha mama upendo huu, baba huwaonyesha watoto upendo wake kwao, mama pia huwaonyesha watoto wake anavyowapenda. Sasa ni kwa namna gani wanaonyeshana upendo huu? Baba huwa anahakikisha mama na watoto wamepata huduma zote zinazostahili katika familia yake. Mama kadhalika naye kuhakikisha baba amepata huduma zake na watoto wamepata huduma zao. Na anapozifanya au anapozitoa huduma hizi, anazitoa kwa upendo, azitoi tu kwa masharti, anazitoa kwa upendo. Lakini pia watoto wanatoa huduma ya upendo wao kwa wazazi wao wote bila kubagua, bila kujali yeye ni wa kike ama wa kiume. Ziko familia ambazo watoto wa kiume humwegemea mama na watoto wa kike humwegemea baba yao, na ziko familia ambazo watoto wa kike humwegemea mama, watoto wa kiume pia humwegemea mama na kumwacha baba peke yake na wengine humwegemea baba na kumwacha mama peke yake. Ziko tabia, ziko familia za mtindo huo au za namna hiyo, hizo siziongelei. Mimi naongelea familia ambazo wanapendana wote, pande zote. Wakija ndugu wa upande wa mke, wanapendwa na watu wote, watoto wanawapenda, baba anawapenda. Wakija ndugu wa upande wa baba mama atawapenda na, na watoto watawapenda. Huo ndio upendo unaozungumzia, haubagui, hauweki masharti kwamba ha, wakija wa upande huu mwachukie. Ah, hapana ha? Wote wanapendwa pasipo masharti yoyote. Upendo wa namna hii ni upendo muhimu sana katika familia, na upendo huu umezifanya familia nyingi kuendelea na kusifiwa. Ziko familia zinazolaumika, lakini familia ya upendo huu hailaumiki. Hailaumiki na baba, hailaumiki na mama, hailaumiki na watoto, hailaumiki na ndugu wa upande wa mama, au laumiki na upande wa ndugu wa baba. Wote wanasifia upendo huu na kufurahia. Je, wewe unaishi katika familia gani, yenye upendo unaobagua au upendo huu ambao unauzungumzia? Kama unatoka katika familia upendo ya upendo huu unaoongelea Mungu akubariki sana. Ziko familia ambazo zinaishi katika matata na ugumu mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo wa masharti uliomo katika familia hizo. Lakini wewe, Mungu akubariki, unaishi katika upendo usio wa masharti. Kwa nini? Kwa sababu upendo huu unakuletea sifa njema, ukiwa wapi, ukiwa popote, unapokuwa Watu watakusifia, watu watakuheshimu. Watu watakuheshimu kwa sababu ya namna unavyoishi katika familia yako. Watu watakuheshimu kwa namna unavyoitendea familia yako, lakini watu watakudharau kwa namna ambavyo hutaishi katika namna hii ya upendo huu. Mungu akusaidie usiishi katika kudharauliwa, bali uishi katika kuheshimiwa kwa kuishi upendo huu wa kifamilia. Pendo usio na masharti. Mungu wa mbinguni akubariki. Tane kwenye kipindi kijacho kuangalia upendo wa namna nyingine. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki, akusaidie wewe unaoishi upendo huu, na uendelee kuwa baraka kwenye familia yako, bila kujali wewe ni baba au mama au mtoto. Endelea kuwa baraka katika familia yako, na Mungu wa mbinguni hatakusahau wala hatakuacha hata kutendea mema siku zote, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.